Taarifa tunazozipata zinatusaidia kujipanga huko mbele, kwa sababu Serikali bado inaendelea na mipango ya kupata meli boti nyingine zaidi kwa ajili ya lengo lile lile. Kwa hiyo taarifa hizi tunazipata, tunazifanyia kazi kisayansi, tuweze kuona hizo boti nyingine tutakazozipata tuzielekeze kwenye maeneo gani, ili kama taifa tuweze kupata tija tuliyoikusudia. wa ulinzi na usalama ni wa kila mtu. Kwa hiyo kwenye eneo hili ni wadau tu kuwataka TASAC kuimarisha ushirikiano na wadau ili lengo ambalo tumelikusudia liweze kufikiwa. Tunaendelea kujipanga kwa namna hiyo ili kuhakikisha kwamba usalama wa majini na maji ya Tanzania yanakuwa salama sana. nchi ya hija tunafuatilia kwa ukaribu na maji yote ya Tanzania eh, kwa upande wa maritime naweza nikasema kwa level hiyo kwamba yako salama na na hakuna nafasi ya kutofuata sheria za majini kodi. Niwaombe wananchi wenzangu, tufate utaratibu kadiri ambavyo tunaelekezwa na mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa majini. Sasa kwamba tunaitaka nchi yetu ya Tanzania iwe na maji salama, tukisema maji salama ni ile kwamba pawe na usafiri au shughuli nyingine zozote zinazofanyika ndani ya maji ya bahari pamoja na yale ya kule kwenye maziwa navigable waters kwa usalama.